Kama kuna mwaka baraza la michezo, tumekwenda sana pale uwanja wa kimataifa wa ndege pale Dar es Salaam kupokea timu ambao zimeodi na ushindi. Basi mwaka jana na mwaka huu tumeenda mara nyingi sana pale kupokea vikombe vya medali vya mchezo wa kuogelea pamoja na, pamoja na medali za kutosha na vikombe vya kutosha kwenye kuogelea. Imani yangu ni kwamba kuogelea mmejipanga na ndio maana mnaodi na vikombe na medali. Tuizidi kuiombea timu hii ambayo tunaikabidhi bendera hapa waende wakaendeleza kufanya vema katika mashindano ya, ya kimataifa kule nchini Misri kwa ajili ya kuweza kuwakilisha taifa letu vizuri. Mwenyezi Mungu wabariki, msafiri salama, mrudi salama, tutajiandaa kuwapokea airport nikiwa na vikombe vingi na medali za kutosha Tunajua wenzenu wamejiandaa, lakini nyinyi pia amejiandaa zaidi. Kwa hiyo, msiwe na hofu. Wana miguu miwili kama nyinyi, wana macho mawili kama nyinyi, na kila kitu ambacho wanacho na nyinyi mnacho. Msimwogope mtu, chukueni bendera ya taifa, mezeni maji ya uzalendo wa bendera yetu, pandeni ndege mkiwa na amani kabisa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba mnapoingia kwenye maji mpaka mnatoka, tuko nanyi bega kwa bega, tayari kwa ajili ya kupokezwa medali na vikombe. Mwenyezi Mungu wabariki sana. Jina langu ni Romeo Mwaipasi. Tunaenda Egypt, Cairo, kesho. Tunasafiri saa tisa na, na, uh, uh, uh, na tumejiandaa vizuri tutajaribu huko huko na ushindi, shiriki mashindano ya Afrika ya vijana pale Cairo. Niwapongeze kwa kazi kubwa, nimpongeze kocha wa timu ya Taifa ambaye amekuwa na vijana hawa kwa mazoezi ya siku tatu nne, na ni, wa, ni waombe wa, wakafanye kile ambacho kimewapeleka tunawaamini. just do your best, let the Lord control the results.